Ni kama msanii Alikiba ameamua kuingia kwenye mziki wa Singeli rasmi. Huu ndio mwanzo wa enzi mpya kwa mziki wa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Hivi anaweza kuwapiku wasanii waliomtangulia kufanya mziki wa Singeli kama Zuchu, Diamond Platnumz, Harmonize, Rayvanny, Jux na wengine kibao? Usikose hata sekunde moja ya video hii, maana tutafichua vyote kuhusu wimbo mpya wa Alikiba Ubuyu na unamaanisha nini kwa historia ya mziki wa Singeli nchini Tanzania. Ni wazi sasa kuwa Singeli imevuka mipaka ya Tandale na Manzese na ikasikika hadi Paris, New York City hadi Johannesburg, Afrika Kusini. Wasanii wakubwa wa bongo Flava wamekuwa kijaribu kuifanya lakini sasa ni zamu ya mfalme wa bongo Flava Alikiba mwenyewe kuja rasmi na singeli yake. Kama unamjua Alikiba basi unajua wazi ni msanii anayejulikana kwa kuwa mkali kwenye mziki wa bongo Flava, RnB na afropop. Lakini kwa mara ya kwanza kabisa Alikiba anajiandaa kuachia wimbo wake wa singeli unaoitwa Ubuyu. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na Kings Music, Ubuyu si tu jina la wimbo bali ni ujumbe mzito unaokuja na spidi ya singeli, lakini ndani yake kuna Alikiba mwenye ladha ya kipekee. Hii ni hatua ya kihistoria kwake, lakini pia kwa mashabiki wake ambao wamemzoea na zile nyimbo zake za mapenzi, sasa wanapewa moto wa singeli. Kumbuka Alikiba sio msanii wa kufuata mkumbo, ni mmoja wa wasanii waliojitengenezea misingi mizito kwenye muziki wa bongo fleva. Kwa hiyo ukiona ameingilia singeli, basi ni muziki ambao umefikia kiwango cha kupewa heshima kimataifa. Hii pia ni changamoto kwa wasanii wengine wa kubwa wa bongo fleva. Manake kama Alikiba ameamua kuingilia singeli, nani ataamua kuleta mabadiliko zaidi? Ni kweli kabisa kwamba Alikiba sio msanii wa kwanza kufanya singeli. Wako wasanii waliomtangulia kama Zuchu, Diamond Platnumz, Harmonize, Rayvanny, Jukes na wengine kibao, lakini tofauti ni hii: Alikiba amekuja na ustadi zaidi wa kifalme. Kwa wale mashabiki wa Alikiba, hii ni zawadi mpya kwa mashabiki wa mziki wa singeli, na huu ni udhibitisho tosha wa ushindi kwa mziki wa Tanzania. Yaani huu ni ushindi wa sana ya mtaani kuingia kwenye ngazi ya kifalme zaidi. Lakini je, unadhani singeli ya Alikiba itakuwa hit kuliko za akina Diamond, Harmonize na akina Jukes, au mashabiki wake hawatamkubali kwenye ladha mpya? Niachie kwenye comment section ebwana. Mimi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano na waachia nyinyi hapo ebwana. E, tukutane kwenye video ijayo.